Kizaazaa kilizuka nje ya afisi ya mashtaka ya umma ya ODPP mjini Bungoma baada ya waumini wa dini ya Kiislamu kuandamana wakimtaka mkuu wa afisi hiyo kuondolewa kwa madai ya ufisadi na kuhujumu haki kwenye uchunguzi wa kesi zinazowasilishwa kwake. Wakizungumza wakati wa kuwasilisha ombi la kutaka kubanduliwa kwake, walibeba mabango huku wakiimba nyimbo za kumkashifu kiongozi huyo wa mashtaka ya umma kwa kushirikiana na washukiwa wa ufisadi walioshtakiwa kwa mali ya Waislamu inayogharimu zaidi ya milioni saba ili kuzuia haki kufanyika. Wamesema kesi nyingi zilizowasilishwa mbele yake hazishughulikiwi licha ya uchunguzi kufanywa na ushahidi kuwepo. Graft cases and collaborating with individuals facing serious corruption charges. Kuna mayatima ambao wanatekemea Muslim Association kuwapa mkono wao wapate lishe. Kuna wajane ambao wanatekemea Muslim Association iwape mkono waelimishe watoto wao. Kuna watoto ambao wako kwenye vyuo vikuu wanatekemea basari kutoka kwa Muslim Association. Wezi, kuna pesa na unyamaze. Wewe ni mama, mama unakula haki ya mayatima, haki ya wajane, haki ya wanawake mama, mama. Wewe ni mama mgani? Unakula haki ya wa na mtazamaji baada ya taarifa hii